E, bwana mambo. Kwa upande wa Ibra mambo yanaonyesha kunyooka kwa namna moja au nyingine, kwa sababu Ibra bwana yuko chini ya watu wazito kwelikweli, watu walioshiba, watu wenye nambi. E bwana watu wanaonekana kwamba wamejipanga, wako tayari kwa ajili ya kumsimamia Ibra na tayari baada ba, mara tu baada ya Ibra kuonekana akiwa chini ya mameneja wapya e. Maana inavyoonekana ni kwamba hawa watu ambao wamemzunguka Ibra bwana ni mameneja wapya. Kwa hiyo Ibra rasmi ameingia katika management mpya, na katika hii management hawa watu bado hatujawajua utambulisho wao bado hatujaupata, lakini kitu ambacho tunachokifahamu kwa sasa hivi ni kwamba Ibra, moja kati ya watu ambao wa tumewaona hapa ni, uh, ni T Touch, moja kati ya maprodusa wakali kabisa hapa Tanzania, moja kati ya maproducer ambao wana nembo kubwa tu hapa katika mziki wa Bongo Flava, Mr T Touch, ndiye mtu pekee ambaye tunamuona ambaye tunamfahamu katika crew ambayo Ibra ameonekana akiwa ameongozana nayo. Kwa hiyo, eh, kuna business decision, kuna business deals, kuna mambo ya kusign. Maana hapa tumeona kwamba Ibra ameenda mpaka Kenya, eh, lakini pia tumeona pia akiwa sehemu mbalimbali anaonekana amezungukwa na watu ambao inaonyesha kabisa kwamba watu ambao wamekaa kibiashara zaidi. Kwa hiyo huenda tetesi ambazo zimesambaa kwa mtandaoni, bwana, unaambiwa kwamba Ibra ameamua kuzindua record label yake mwenyewe lakini pia vilevile vile, ameamua pia kutambulisha management yake yeye mwenyewe, na pia kuna baadhi ya maubalozi ambayo yamekuwa lined up kwa ajili yake, so tunaweza kusema kwamba nyota ya Ibra inawezekana ikawa inang'aa mara tu baada ya kutoka pale Konde Gang, kitu ambacho naweza kuzungumza kwa mujibu wa baadhi ya page hapa zilivyokuja kuripoti, kwa mfano. Kuna page hapo ameandika kwamba star wa mziki nchini Tanzania Chinga Ibra ametambulisha uongozi wake mpya, ambao ni Oya Gang main manager, anaitwa Oya Gang, business manager ambaye anaitwa Don Tawamo, lakini pia vile vile Mr. T Touch ameandika kwamba, ameandika hayo yote kupitia ukurasa wake wa Instagram. Hii inakuja mara tu baada ya kuvunja mkataba wake na iliyokuwa record label yake ya Konde Music Worldwide ambayo iko chini ya Harmonize Konde Boy, so tumepita kwa Mr. T Touch ambapo Mr. T Touch mwenyewe ameandika kwamba e, kuna ujumbe ambao Mr. T Touch amekuja kuuandika au vi bwana, na alichoandika hapa ni kuhusiana na ujio pia wa kazi ambazo Ibra anataka kuziachia hivi karibuni. Kwa mujibu wa Mr. T ameandika kwamba ha, ameandika hivi hali hii, album haijaisha, stay tuned, new music Ibra. Asante shana Hivyo Mr. Titach, hiyo ni kama vile amedokeza kuhusiana na ujio wa album ya Ibra. Lakini pia hii Oya Gang tumeipitia huko katika mitandao ya kijamii ambapo tumekuta kwamba hii ni official Oya Gang page music brand from East Africa, booking ziko pale namba. Umeona bwana, na kuna mtu hapa anaitwa Don Tawamo. Eh, huyu bwana ndio inasemekana kwamba ndiye meneja mpya kabisa wa Ibra mara tu baada ya kutoka Konde Gang na kuanzisha hii hii lebo yao, yao ya Oya Gang. So, ngoja nikusome nikuelezee ni vitu vichache hapa kuhusiana na huyu meneja mpya wa Ibra ambaye anaitwa Don Tawamo huyu, mm-hmm, bwana ni African Music Ambassador, Business Manager wa Ibra ameandika hapa kabisa ni business manager rasmi wa Ibra, lakini pia ni founder wa Newman Inki. Eh, umeona bwana the, the fuego the man na business nyingine kibao ambazo yuko nazo hapo, lakini pia tumecheki, huyu ni mtu ambaye inaonyesha kabisa wazi kwamba amekuwa involved katika music industry ya hapa Afrika Mashariki kwa muda mrefu sasa. Huyu jamaa bwana ndiye meneja wa Ibra, umeona bwana. Kwa hiyo Ibra amepata management nyingine na pia vile vile eh, ameanzisha, mene, ameanzisha management yake ambayo inaitwa Oya Gang. So hapa kuna peji nyingine hapa imeandika kwamba Ibra ameanza rasmi maisha yake ya mziki kama msanii huru. Kwenye video iliyopita, Ibra akianza Ibra akianza kwa kwa kutambulisha timu yake mpya kabisa eh yeah ya usimamizi inayofahamika kwa jina la Oya Gang, ambapo kupitia mtandao wa kijamii sasa hivi ameweka posti ambayo ameandika kwamba akiwa ubalo, ame, ameweka posti akiwa ubalozi wa Kenya. Hii inaonyesha kwamba ameelekea kwenye sura mpya kabisa ya kazi yake baada ya kutoka Konde Gang Konde Music Worldwide, so it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako na wewe pia katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na ku reply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.